Karibu katika simulizi ya kusisimua inayomhusu safari ya mwanasiasa na mwanaharakati God Bless Lema, ambapo katika safari hii kuna mengi ya kujifunza, alipotoka, alipozaliwa na makuzi yake. Hii ni Usiku TV. Mnamo tarehe 26 Oktoba mwaka 1976 katika ardhi yenye pumzi ya matumaini na misukosuko ya kisiasa, alizaliwa kijana aliyeitwa jina Godbless Jonathan Lema. Kijana huyu mdogo hakukuwa katika maisha ya anasa wala hakuwa mtoto wa mamlaka, lakini ndani yake kulikuwa na sauti iliyotaka kuona dunia ikiwa sawa, watu wakiheshimiwa, na haki ikitembea bila hofu. Sauti hiyo ingekuwa ndiyo dira ya maisha yake yote. Alipokuwa alisoma katika shule za sekondari za Tanzania zilizojaa changamoto kama zilizo nyingi za wakati huo. Godbless Lema hakuwa kijana wa kutulia darasani pekee, alikuwa mwenye swali, mwenye kuuliza maswali pia la kwa nini kila mara. Huko ndipo alipoanza kujenga imani kwamba jamii haipasi kukubali ukimya pale ambapo kuna dhuluma, ndani ya darasa, nje ya darasa alikuwa mtafutaji na maana na ukweli. Safari yake katika umri wa ujana haikupambwa kwa vyeti vikubwa vya elimu ya juu kama ilivyo kwa wengine. Kulikuwa na ukakasi, maswali na utata kuhusu baadhi ya masomo aliyodai kusoma, lakini jambo ambalo moja halikuwahi kuwa na, na shaka, Lema alikuwa na kipaji cha kuzungumza, kutia watu ujasiri na kuongoza jamii kwenye nguvu ya hoja kuliko makaratasi. Mwanzo wa safari yake ya kisiasa ulianzia Tanzania Labour Party, yani TLP, chama kilichokuwa na kelele nyingi lakini nguvu ndogo. Akiwa kijana mwenye shauku, alianzia huko kama kiongozi wa ngazi ya wilaya. Haikuchukua muda kuelewa kwamba ndoto yake ilikuwa kubwa kuliko nafasi yake wakati huo. Siasa ilimvuta zaidi na hatimaye kuelekea huko alikohisi ndoto yake inaweza kukua, Chadema, Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Mwaka elfu mbili na kumi upepo wa siasa wa Tanzania ulibeba jina lake hadi Bunge la Taifa. Arusha mjini, mji wenye kasi, ugumu wa kilele cha siasa ulimchagua kuwa mbunge wao. Katika kipindi chake cha miaka mitano, Lema alisimama kama mtu aliyekataa kukaa kimya. Alikosolewa, alipongezwa, alipingwa, alipendwa, lakini hakuwahi kupoteza ule moto wa ndani uliomfanya amini kwamba mamlaka ni kama watu na si dhidi yao. Hotuba zake zilikatazwa kama moto, mikutano yake ikawa mikubwa kuliko ilivyotarajiwa. watu walimuona kama shujaa, wengine kama msumbufu, wote wakikubali jambo moja: hakuogopa haku. Lakini mwaka elfu mbili na ishirini ukawa mmoja kati ya miaka migumu zaidi kwake. Baada ya mvutano wa kisiasa ilizunguka uchaguzi mkuu, anga la siasa liligeuka kuwa zito. Lema akaanza kuhisi kwamba maisha yake yapo hatarini. Katika usiku uliojaa mashaka halika, alikataa uamuzi mgumu kukimbilia Kenya akifuatana na familia yake. Hapo ndipo safari yake ya uhamishoni ikaanza, kutoka Kenya hadi Canada ambapo alipokea hifadhi ya kisiasa. Miaka ya uhamishoni haikuwa rahisi. Ilikuwa miaka ya, kitaf, ya kujitafakari, kujenga upya nguvu na kuendelea kusikiliza mlio wa sauti yake ya ndani ilomtaka arudi alipotoka. Na kweli mwaka elfumbili na ishirini na tatu alirejea Tanzania. Kurudi kwake kulikaribishwa na makundi ya watu waliokuwa wamemkosa waliokuwa wakiona kurudi kwake kama hatua ya ujasiri na matumaini mapya. Lakini safari ya mwanasiasa mkorofi, kwa mfano, haishi kirahisi. Mwaka elfumbili na ishirini na tano alileta changamoto nyingine alipojaribu kuondoka nchini kupitia Namanga alizuliwa na maafisa wa uhamiaji, pasipoti yake ikachukuliwa, akaambiwa arudi Dodoma. Ilikuwa kama ukurasa mwingine na hadithi yake, ukurasa wa kushangaza lakini sio wa ajabu katika maisha ya mwanasiasa asiyekubali kufungwa mpaka ya kawaida. Leo hii God Bless Lema, anabaki kuwa mfano wa mwanasiasa asiyeogopa, mwenye historia iliyojaa maswali kuliko majibu lakini kwenye moyo wa kusimama pale ambapo wengi hukaa chini. Ni simulizi ya mtu ambaye elimu yake ilibaki na utata, lakini mantiki yake ikawa wazi. Maisha yake yakawa magumu, lakini misimamo yake ikawa thabiti. Karibu ni kupitisha katika maeneo ambayo alisha kupita katika ukuaji wake, nadharia zake. Ni ni wapi ambapo palimuimarisha? ni wapi ambapo ambapo palimpa e, changamoto? Historia hii itakusimamisha na kujiona kwamba pengine una kitu cha kujifunza kutoka katika simulizi hii ambayo inamhusu mwanasiasa nguli God bless Lema. God bless Lema alizaliwa tarehe ishirini na sita Oktoba mwaka elfu moja mia tisa sabini na sita. Ni mwanasiasa wa Tanzania anayehusishwa na chama cha upinzani kikuu Chadema. Alihudumu kama mbunge wa jimbo la Arusha mjini, Arusha City, Arusha Urban Consistency kuanzia Novemba 2010 hadi elfu mbili kumi na tano. Elimu na awali yake elimu ya awali pamoja na maisha taarifa kuhusu elimu na awali na maisha yake hazijaweza kudhibitishwa ya kikamilifu. Kuna hoja kwamba baadhi ya taarifa zake za elimu zilikosolewa kwa mujibu wa CV moja inayomhusu ingawa imepingwa na mashaka. Alisoma upili yani kwa, kwa maana shule ya olevel sekondari katika shule ya sekondari Geita Secondary School, baadaye a level katika uh, kililo secondary school. Kulikuwa na madai kwamba alijiunga na Cambridge International College akidai diploma 2008 hadi mwaka 2010 na pia degree, ingawa taarifa hizo zimeelezwa kuwa hazikukamilika. Hakuna ushahidi wa wazi na uhakika unaopatikana kwa vyuo vikubwa campus, yani university waane kwamba wamehitimu degree, hivyo elimu yake ya juu inaonesha kuwa na utata. Kwa hivyo mengi ya kuhusu awali yake mfano nyumba, familia, malezi haijulikani kuwa uwazi kwenye vyanzo vinavyopatikana. Safari yake ya siasa na kazi kabla ya kujiunga na Chadema, Godbless Lema mwaka 2010, Lema alikuwa mwanachama wa chama cha Tanzania Labour Party TLP, yaani chama cha wafanyakazi, ambapo alikuwa katibu mkuu wa wilaya kwa kipindi fulani. Mnamo mwaka 2010 aliingia bunge kama mbunge wa Arusha mjini, kupitia Chadema. Katika kipindi chake cha ubunge, alijitokeza kama kiongozi mwenye msimamo mkali dhidi ya chama tawala. Aliongoza mkutano wa maandamano na kuzungumza wazi kuhusu masuala ya demokrasia, haki za raia, ulevi wa madaraka. Hata hivyo, kazi yake bungeni haikuwa haina changamoto. Mwaka 2018 alitajwa na spika wa bunge kama mmoja wa wabunge walio na mahudhurio wa hafifu kwenye kikao maalum, jambo ambalo Lema mwenyewe aliweka wazi kama sehemu ya upinzani mapambano utoro wa siasa na uhamiaji. Baada ya uchaguzi mkuu mwaka elfu mbili na ishirini, ambapo upinzani ulikuwa umegubika msukumo na madai ya wizi, Lema alijikuta chini ya shinikizo kubwa. Alidai kulindwa kulindwa maisha yake na hatari ya mateso. Mnamo mwaka 2020 alikimbilia Kenya na familia yake, baadaye kupata hifadhi ya kisiasa huko nchini Canada. Hiyo ndio historia ambayo inamhusu mwanasiasa siasa nguli Godbless Lema. Shusha maoni yako hapo chini. Hii ni Usiku TV.